Kwa miaka kadhaa sasa, maelfu ya wakimbizi kutoka nchini Burundi wamekuwa wakiishi katika kambi mbalimbali mbali nchini Tanzania, wakiwa wamekimbia machafuko ya kisiasa yaliyotokea nchini humo katika vipindi tofauti tangu mwaka F 2017. Baada ya nchi ya Burundi kuimarika kiusalama na amani, kumekuwa na zoezi la urejeaji wa hiari wa wakimbizi hawa nchini kwao. Kuwa kwenye nchi yake kuna umuhimu mkubwa, kwanza unakuwa huru nakuwa huru kwa nyanja zote. Naomba kabisa, nawasisitiza turejee, warejee Burundi. Burundi ni nchi ya amani, tuende tujenge nchi yetu. Nchi yetu ina amani kabisa. Hata hivyo hivi karibuni kumekuwa na taarifa kwamba baadhi yao wanalazimishwa kurejea nchini mwao, jambo ambalo wizara ya mambo ya ndani kupitia idara ya wakimbizi pamoja na ubalozi mdogo wa Burundi wamekanusha taarifa hizo. Uvumi unaozagaa kwamba serikali ya Tanzania inawalazimisha wakimbizi wa Burundi kurudi nchini kwao kwa lazima, kimsingi sio kweli kwa sababu swala la urejeaji eh, liko kwa mujibu wa makubaliano ambayo yamekwishafikiwa au utaratibu maalum. Ni uvumi lakini hakuna ukweli wowote wa. Ni mara nyingi nishaenda kwenye kambi hizo nikiwa pamoja na viongozi ambao wanahusika na huduma ya wakimbizi wakimbizi niongea nao wengi wengi wengi hasa, hakuna ambaye alinaambia harina kwamba hatai kurudi Burundi kwa sababu sababu kwa sababu hakuna sababu za kupaki, wanaishi eh, uhamishoni. Wengi kweli wanataka kurudi nchini Burundi, hiyo ni uhakika. Mratibu msaidizi ofisi ya kanda idara ya huduma kwa wakimbizi Novatus Mpanda anasema kwamba zoezi linaloendelea kwa sasa ni la uandikishaji ili wakimbizi hao waweze kurejea kwa hiari nyumbani kwao. Sasa hivi bado urejeaji ni wa hiari eh, tunaendelea kuwahamasisha kwa mfano eh, Jumatano jana jana tumerejesha wakimbizi mia tatu themanini wamerudi Burundi kupitia mpaka wa Nyabitari. Wamepokelewa kule. Kwa hiyo wanaendelea kujitokeza na wana wakin, wanaandikishwa na kurejeshwa. Serikali kwa kushirikiana na UNHCR imejiandaa, iko tayari kwa kuwapokea kuwaandikisha, lakini pia kuwasaidia waweze kurudi. Kwa upande wake balozi mdogo wa Burundi nchini Tanzania Kekeno wa Jeremaya, amesema Burundi kwa sasa ni shwari, hivyo kuwataka wakimbizi hao kurejea nchini kwao. Nawaita kwa mara nyingine eh, ndugu zangu ambao wanaishi eh, kambini za Nyarugusu na Nduta, yani wajiandikishe warudi Burundi, kwa sababu yani maisha ya huko nchini Burundi ni maisha ambayo kila mtu anafanya mambo yake kwa usalama. Usalama upo, utulivu upo, amani ipo. Lakini YouTube channel yetu leo imesimamiwa vizuri na Kanyuka Jonas. Tangazo. Unatafuta habari za uhakika? Unapenda matukio halisi kwa wakati bila kupindishwa? Usihangaike tena, usihangaike ndugu yangu. Karibu Kanyuka TV, nyumbani kwa habari makini na matukio muhimu ya kila siku. Tunakuletea habari kutoka ndani na nje ya nchi, matukio ya kijamii, kisiasa na kiuchumi, uchanganuzi wa kina wa mambo yote yanayogusa maisha yako. Kanyuka TV inapatikana YouTube, tafuta Kanyuka TV, bonyeza subscribe, kisha washa kengele, usipitwe na lolote. Wafanyabiashara na wadau mbalimbali, tangaza bidhaa yako sasa au huduma zako kupitia Kanyuka TV, na kisha ufikie maelfu ya watazamaji kila siku na wakati ambapo habari zetu zinapandishwa. Wasiliana nasi leo kupitia 0712142356 au 0655137 881. Kama unafuatia matangazo haya ya mubashara kupitia YouTube, Kanyuka TV, habari za uhakika na matukio. Karibu.